Waziri wa viwanda biashara na uwekezaji Charles Mwijage amesema kuwa dawa ya wale ambao wameshindwa kuviendeleza na kusimamia viwanda na mashirika ya umma imeiva, ambapo wakati wote kuanzia hivi sasa watatumbua jipu hilo kwa kuanza mchakato wa kuviendeleza viwanda kama alivyoahidi Rais Dr. John Magufuli. Waziri Mwijage amesema hayo jijini Dar es Salaam alipokuwa anafafanua kuhusu mkakati wake wa kuvifufua viwanda vilivyokufa na kuwa maboma ya kufuga wanyama tangu akiwa kwa mgombea, kwamba viwanda havitakuwa machungio ya mbuzi limeshaanza kutekelezwa, na taarifa au notisi, notisi, notisi ya wenye viwanda ime expire tarehe kumi na nane imefikia mwisho wake. Tarehe kumi na nane mwezi huu ndipo Treasure Registrar alikuwapa mwezi mmoja watu wenye viwanda kwamba wafike kwake, waangalie mikataba yao na we, na hatua zitaanza kuchukuliwa. Kwa hiyo tunajua, tumeshapitia viwanda vyote. Wakati Mheshimiwa Rais anasema akiwa bado ni mgombea, wale wanaojua kuotea walishaotea, kwamba ili jambo lina busara na wamefanya kazi nzuri. Ni tulikuwa na ma, mashirika na mashamba ya 360 yamechakatwa 184 na kuna kipaumbele viwanda kama 38 viko mezani, vinakimbia kati ya meza yangu na Treasury Registrar, tunajaribu kukimbizana kuangalia hili na lile, ni masuala ya kisheria kusudi tuweze tuweze tuweze kutekeleza hilo agizo, na lengo kubwa kama nilivyosema ni kwamba bidhaa nyingi zizalishwe hapa. Kwa, kwa hivyo viwanda hivyo eh, takriban 38 vitarudi chini ya mikono ya serikali. Sasa ndio nakwambia tunakimbizana kati yangu mimi na Treasury Registrar kuhakisha mambo yanakwenda sawia, kusudi tuweze kuchukua hatua vinawe njia. Swala si kuviweka chini ya serikali, swala ni kuzalisha bidhaa, na yule aliyevichukua au atakayevichukua vingine ni kwamba kuona vinazalisha bidhaa ya kuwatosheleza Watanzania.